Wiki chache zijazo, makadinali wapatao 135 wataingia katika chumba maalum kwa ajili ya kuanza mchakato wa siri wa kumchagua kiongozi mpya wa Kanisa Katoliki duniani kufuatia kifo cha Papa Francis. Ikumbukwe kuwa Kanisa Katoliki lina jumla ya makadinali 250 kutoka nchi zaidi ya tisini duniani. Hata hivyo, ni makadinali 135 tu ndio watakuwa na sifa ya kumchagua mrithi wa Papa Francis. Kati ya hao wapo wa Afrika wawili ambao wanapewa nafasi kubwa sana ya kurithi kiti hicho. Wa kwanza ni kardinali Peter Turkson kutoka nchini Ghana turkson ambaye ana umri wa miaka sabini na sita amewahi kuwa askofu wa jimbo la cape coast nchini ghana kardinali huyu ana ushawishi mkubwa ndani ya kuta za vatican hasa baada ya papa benedikto wa kumi na sita kuwahi kumteua kama balozi wa amani wa nchini sudan kusini vile vile turkson anafahamika kuwa mtetezi wa masuala ya mabadiliko ya tabia nchi akipiga vita umaskini na kutaka kuwepo kwa usawa wa kiuchumi mwingine ni robert sarah kutoka guinea akiwa na miaka sabini na tisa sarah anakubalika zaidi na wafidhina ndani ya vatican akipendwa na papa yohane paulo wa pili na papa benedikto Alishiriki kwenye uteuzi wa Papa Francis mwaka 2013 na baadaye kuteuliwa kuwa mmoja wa viongozi wa makadinali. Sara anafahamika kwa misimamo yake hasa ya kutetea na kulinda nadhiri ya kutokuoa ndani ya Kanisa Katoliki. Hata hivyo, uchaguzi wa papa kutoka Afrika utategemea na ushawishi wa makadinali wa Afrika kwa wenzao kutoka mabara mengine, kwani kati ya makadinali wote 29 kutoka Afrika ni kumi na nane tu wenye sifa za kuchagua na kuchaguliwa.